Kwa kama unavyomjua sasa yule baba mkwe mtata, mimi mwenyewe namuogopa ni kwani nitakuwa ukifika pale wewe mstaarabu. Yaani kutoe kitu tu. Tukifika pale kwanza wewe mke umepata. Mimi kazi ya ushenga nimefanya before Kristo. Kwa hiyo mambo madogo madogo niachie mimi ukifika pale wewe tuuliza boli. Ah sawa, ya, twende. Yaani twende ukapata ya mke leo. Mimi namjua mwenyewe. Kwanza leo naenda kuchukua mke kabla ya kutoa mali. Twende. Mwita baba mkwe. Haiwezekana alikata na juice ya baridi. Odi. mahalakwanza nitoke kidogo ku. Kwa hiyo mnakuja mahali kofia imechanika, au sio? Kule taki kumona mtu wako, naja kutoka mahali kipuzipuzi, yaani naja kutoka mahali kiasarasara. Haa.